Tarehe kumi na saba, Jumamosi ya mwezi huu Mei, Simba itacheza mechi yake ya kwanza ya fainali dhidi ya Berekane, mechi ambayo itachezwa katika e, nchi ya Moroko, nyumbani kwa RS Berekane. Baada ya hapo mechi ya marudiano itachezwa Tanzania, na hii itakuwa ni tarehe 25 mwezi huu wa Mei tuliokuwa nao sasa mjadala uliopo kwa hivi sasa ambao unashika kasi kubwa kwelikweli katika maeneo mbalimbali mitandaoni, huko katika vigenge mbalimbali mbali, e, matawi ya wanachama ni kuhusu shirikisho la soka Afrika CAF kuhamishia mchezo huu wa fainali ya mwisho tarehe 25 katika uwanja wa New Amani Complex kule Zanzibar. Awali mchezo huu uliratibiwa kuchezwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Sasa maneno yamekuwa mengi sana. Mara ya kwanza ilianza kama tetesi tu kwamba mchezo huu unaenda Zanzibar, watu wakasema haiwezekani, sio kweli, wengine wakawa wanazungumza mambo kadha wa kadha, lakini finally ni kwamba mchezo huu utachezwa Zanzibar. Lakini hoja sio kwa nini unakwenda Zanzibar, hoja ni kwamba watu wengi wamekuwa waoga hasa mashabiki na wanachama wa Simba kwa mchezo huu kuchezwa Zanzibar. Sababu ambazo zinatajwa wengine wa wanasema kwamba uwanja ni mdogo, Simba ni timu ambayo inacheza e, mpira wake kwa kufunguka sana, imekuwa inatawala sana uwanja. Sasa uwanja wa Benjamin Mkapa ukilinganisha na uwanja wa New Amani Complex ule uwanja unakuwa ni mdogo. Sasa inaweza ikawa ni wasiwasi, kwa sababu mechi itakayochezwa tarehe kumi na saba kule Moroko Berekani, wameutumia uwanja ambao una ukubwa kama uwanja wa New Amani Complex. Kwa hiyo watakuwa wana relax wakija huku kucheza katika uwanja kama ule inawezekana ikawapa advantage kubwa sana ya wao kutawala. Sasa hiki kitendo baadhi ya mashabiki na wanachama kinawapa wasiwasi sana, lakini si hivyo tu, hata viongozi pia nimesikia, wanahoji kwa nini mchezo huu upelekwe Zanzibar wakati uliratibiwa kuchezwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Sababu zilizotolewa na kafu ni kwamba ile pitch, yaani lile eneo la kuchezea, ambayo ni sheria namba moja kati ya sheria kumi na saba za soka duniani haikidhi viwango vinavyohitajika kwa sababu ya kujaa maji mvua inaponyesha, na kwa sasa Tanzania kuna hali ya mvua, mvua bado hazijaondoka. Kwa hiyo CAF anasema ni lazima mchezo uchezwe katika uwanja ambao hauna tabia ya kuhifadhi maji pindi mvua itakaponyesha, na ndio maana wameamua kupeleka mchezo Zanzibar. Sasa basi maneno maneno haya yanaleta tafsiri tofauti kabisa. Wengi wao wanaona kama vile Simba inaweza ikapoteza mchezo wa mwisho, kwa sababu ndio mchezo wake inaoutegemea sana. Ile mechi ya kwanza tarehe kumi na saba kule Moroko, eh, wanaipa nafasi kubwa sana Berekane itapata ushindi nyumbani sasa wanaamini kabisa simba nayo itapata ushindi nyumbani mechi yake ya kucheza ni ya nyumbani tarehe ishirini na tano na ndio maana wanaona kwamba kuna hali fulani hivi ambayo inaweza ikawaondoa mchezoni na wakajikuta wanapata wakati mgumu kucheza uwanja wa amani una uwezo wa kuchukua mashabiki kuanzia elfu kumi na tano mpaka kumi na nane kumi na tisa mpaka ishirini wakati mwingine lakini uwanja wa Benjamin Mkapa ni watu elfu sitini kwa wale ambao wamekaa kwenye viti na huenda wakaingiza zaidi ya hapo. Kwa hiyo kunakuwa na ile vibe kubwa la mashabiki linalowapa nguvu e, wachezaji wa Simba, na mara nyingi vibe hilo la mashabiki wengi limekuwa linawasaidia sana. Sasa nini hoja? Hoja ni hiyo kwamba Berkane wanaweza wakafaidika kwa sababu uwanja ni mdogo na ni uwanja ambao hautakuwa na mashabiki wengi kwa hiyo Simba wana hofu ya kupoteza. Huu ndo mjadala ambao mpaka sasa bado unashika kasi, lakini yote kwa yote e, uongozi wa klabu ya Simba wameshatoa taarifa kupitia kwa mjumbe wa bodi Crescento Magori kwamba mchezo wa marudiano kwa maana fainali ya pili tarehe 25 kuhusu uwanja, uongozi wa Simba utatoa taarifa mara baada ya mchezo wa kwanza wa tarehe kumi na saba kule Moroko. Hiyo ndio taarifa ambayo Simba wamesema watakuja kutoa kuhusu uwanja baada ya mchezo ule wa kule. Tunaendelea kufuatilia na tunaendelea kukuhabarisha taarifa mbalimbali kuhusiana na kinachoendelea katika medani ya michezo kwa ujumla wake, na hapa Katanga Sports ndio mahala pekee ambapo utapata update zote zinazohusu sport ndani na nje ya nchi. To subscribe katika akaunti yetu ili usije ukapitwa na taarifa mbalimbali ambazo tunakuwa tunakudondoshea kila wakati bila kuchoka.